Nafahamu ukisikia neno Gen Z moja kwa moja unajua ni maandamano. Hapana, Gen Z pia wanafanya maajabu katika masuala ya mitindo pamoja na ubunifu. Mbunifu maarufu wa Kitanzania Mustafa Hassanali yeye, yeah, ameamua kutumia jukwaa lake la Swahili Fashion Week lililokusanya wabunifu mbalimbali kuonyesha kazi zao. Na kipi kimemfanya atumie Gen Z fashion? Utofauti ni kwamba tunahusisha vijana sasa tusipopatia maadili, tusipopatia mwongozo, tusipowambia umuhimu wa kulinda biashara zetu, utamaduni zetu, mazingira yetu, nani atafanya hivi kama sio sisi? Lakini wabunifu wao wanasemaje kuhusu jenzi fashion? Tunaamini kwamba fashion ipo kila pahala, in everything. Katika nguo zetu tunazovaa ni fashion, ikiwemo hata za michezo, za maofisini na kila kitu. Fashion ni nafasi kubwa sana katika uchumi wa dunia. Ili kuwa na nani, niko kwenye trend ya kisasa, hawa ndio wateja wangu. Umeonaje Gen Z katika masuala ya mitindo na ubunifu?